Shehe, pia hapa kwenye mtoto anapozaliwa anapopulizwa roho afwan, anapopuliziwa roho na tayari anaandikiwa hapo, mtuambia kama ni mwema ni mwema, kama mm -hmm. tisho mringabi hasa maswali na ambayo anakuja ni kwamba kumbe tayari Mungu alishamwandikia huyu na hatokuwa mwema kote, baadae akizaliwa akafanya mambo ya uchafu mpaka akafa vibaya akapata mwisho mbaya, Mungu ndio alimpangia hivyo. Sasa kwa nini anaenda kuchomwa? Eh, swali nzuri na swali hiyo ufuata na masahaba muulize Mtume sallallahu alaihi wasallam kama muulize wewe hapa, kwa sababu Mtume wa Allah, madama Allah amepanga sisi tutaishi umri ngapi, utakuwa mtu mwema mtu mbaya, e, utakuwa e, utafanya nini, yote Allah amepanga riziki yako kila kitu Allah amepanga, kazi kwa mwema na mbaya Allah ameshandika sisi. Sasa kwa nini tunahangaika, tunafanya ibada kwa nini, tunafunga tunani tunasali Mtume hmm. kamjibu sahaba, kama na kujibu myao leo. Mtume kamwambia sahaba i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lah. Usiache wewe kufanya wema, usiache sala, kufanya wema, kumabudu Mungu, kumtakasa mola wako, ili Mungu amekuamurisha wewe. Simana vizuri hmm. kila mmoja amali Allah amempangia yeye atakuwa kitu gani? Wewe, lini? mm -hmm. Mungu atafanyia pesi alafu zingine apofati, swali muhimu, na wewe hatujui umeandika. mm -hmm. Sisi kwetu lini hatujui, tunabahatisha tumaazi Mungu hatujui, mara uzuri mm -hmm. Lakini elee kitu moja Mwenyezi Mungu jalla jalalu huwezi kufananisha kama sisi wal iyadhu billah mm. katika aya Allah katika Qur'an anasema hawa kafiri wanasema, Mungu turudishie dunia, tutafanya wema, tushajuta, tushaona kweli. Mungu anasema hata kama tutarudisha duniani watarudia wale wale, vizuri mm. Mungu yeye ameumba sisi na anajua, anatujua tabia zetu, hali zetu. kama wewe Toa mfano, huwezi kufananisha Mungu mtu yote. Mwalimu yuko shule mm. wakati anafanya mtihani, anajua wanafunzi gani wanakuja namba moja, naam sio, na nani anafeli sio? Yeye anajua. Sasa Allah yeye ameumba sisi, atujua si vizuri, lakini Allah hamlazimishi mtu. Mungu amekupa akili ya kuchagua, wewe hii mbaya, iye nzuri, mm. inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura We unachawa kuba akili akili hii, Mungu hajamba. Wanyama wanyama akili wanayo, lakini kufanya ibra tadabbur hawana. Tukuwa mfano moja mpaka leo, chukua ukutemeka hapa, blekari yako inakuja nyumbani, hajaa kutoka hii, amejuaje? Ana akili, lakini hajui kutafakari Mfano paka au mbuzi au ng'ombe, wote mbe nani chakula mbe chakula ingine hamna. Hii usichezee, hajui pia anachezea mm -hmm. naharibu kesho, anasikia njaa sisi allaametubakili mm -hmm. na kutafakar Mungu anasema binadamu, kwa nini hawaangalii kutafakar mbinguni na ardhi jinsi Allah ameumba hewa sisi binadamu tunapumua, macho tunaamka tunalala, hiyo wote inaonekana Mungu upo, sijui um, um, mm -hmm. Sasa mimi na wewe hatujui kule imeandika nini. Mtu asiache kufanya ile kitu ambayo Mungu ameamrisha. ya ya mwisho ya mwisho tena, Allah Subhanahu wa ta'ala, huenda ameandika kwako wewe kitu, wewe utakuwa mtu mbaya, lakini umejitahidi sana Mfanya bidii inafutwa ile kadar, ikawa mbili kadar. Kadri Allah amekuandika, Sheikh Abu Fatma, utakufa maumri kadha, hiyo haiwezi badilika. Lakini Allah amendika Abu Fatma atabata ugonjwa fulani, wena kutoa sadaka, kuunganisha ndugu, kama mtu amesema, Allah atakuokoa

kila asio kila msio Mungu asema unakuta wewe katika ardhi Allah amepanga kabla hajaumba nafsi yako. Allahu. Lakini kadari ipo yuko mkono wa malaika, ijtihada yako wewe. Mfano tu mfano kila siku na tu mfano watu. Mbona, kwa daktari akakwambia wewe, mgonjwa sukari yako iko borderline au pressure iko borderline. Utapata sukari kama huja Niliyepuuza bana kwa kadhaa. Sasa wewe umejitahidi kupunguza nini nini? Unajikuta. Sasa yeye amekusanya nini? Yeye amejua kwa elimu anayo unapata ni binadamu. Lakini wewe umefanya juhudi. Kama umepuuza wewe sukari ile ukuta. Si bora nzuri. Sasa hatujui sisi umeandika nini kwetu, lakini Mtume anasema usiache kufanya amali njema. Hujui kule umeandika nini? Fanyeni amali. Na kila mmoja sema Allah mfanya pesi khairi atafanya pesi shari atafuta. Mungu hawezi kudhulumu mtu mm, ya mm, mm. Mungu hawezi kudhulumu watu, yani Allah hawezi kuingiza motoni watu ambao dini Islam hawajaelewa hajafika kwao ujumbe hajafika kwao, hawezi kuadhibu Mungu anasema

Hao watu sivyo, wako wazungu wanaishi katika wilaya kule pori, hajaona Muislamu, anaangalia Uislamu kwa TV, wanaona wakafiri wengine wamechafua Uislamu kama dini, wagaidi, hajalea Uislamu kwa halisi, hmm. Huyu ni kafiri na akawa amekufa, hatuwezi kumita huyu ni hatuwezi kumwomba Mungu amsamehe, hatamke shahada sio, lakini hatuwezi kusema huyu kwa motoni, never. Kwa nini

Allah, naomba mbele yangu kama moto, lakini sio moto, ni picha tu. be inatoa amri ngie ni moto kwa amri tuma. Nasema yeyote ametekeleza amri ya Mungu ameingia, hauwezi kuungua, sio moto halisi. Mm huyu -hmm. ataenda peponi huyo. Amekataa ame, ataenda moto. Hivi kuna watu wanaothubutu, wanaweza kumdindia Mungu kabisa